Hivi tulivyosali hapa, hakuna dini yoyote ulimwenguni ambapo mataifa, makabila mbalimbali, mtakutana mkasali mkaelewana kwenye sala zaidi ya Uislamu. Tulivyokuwa haji mwaka jana, tulikaa kikao kimoja na Wachina, hema moja pale Arafa. Wachina wakati wana wanazungumza kivyao, kila mtu alikuwa kivyake lakini tulipoanza labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak walmulk la sharika lak, bwana mmoja kutoka Tanzania kijana mmoja hivi anaitwa Somali alipewa nafasi hiyo na Sheikh Yusuf Kidago asomeshe hiyo talbia pale katika hema letu, na wale wa China tuliokuwa nao kwenye hema moja wote wakaacha mazungumzo wakapiga labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik subhanallah. Ambapo ikitokea dhehebu ama dini yoyote nyingine wakakutana kwenye hema moja mfano wa hivyo ama kikao kimoja mfano wa hicho, kama lugha hawaelewani, hawawezi kuamiliana katika ibada hiyo haiwezekani. Mfano leo Muislamu atoke hapa aende China. Muda wa sala ukifika atasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataacha yake aende msikitini. Uislamu kweli si kweli? Eh. Yeah. Hata asijue kichina hata cha chakuombea maji lakini kwenye ibada Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum taqilun. Tumecheremshia Qur'ani katika lugha ki, ya kiarabu ili mpate kufahamu. Lugha hii imetuunganisha kwenye ibada, dunia yote. Utaingia msikitini China na imamu wa kichina akipita kibla vile vile kama Tanzania, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arahmani rahim maliki yawmiddin mpaka mwisho. Wallahi nawe mbongo ah, m uongo kweli. Sasa je, kuna dini yoyote zaidi ya sisi Waislamu? Ndugu zetu msikua Waislamu, jifunzeni hili leo. Mkristo ama dhehebu lolote kaenda China, Mchina kaingia pale hartale, anapiga ilichonjwa, ataelewa mbongo tena sio bongo, samahani. Mwaka juzi nilisoma bibilia moja ya Kizaramu, ki Tanzania hii imeandaliwa, mpaka bibilia tutofautiane, yani Mzaramu akaenda kule Samvula Chole waabudu kivyao, nikasoma andiko moja linasema kwenye bibilia Mathayo 6:9 linasema hivi, nanyi msalipo semeni hivi. Kwa Kiswahili naanza, sikilizeni vizuri, semeni inshallah. Nanyi msalipo semeni hivi, baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama huko mbinguni. Utu, utupe leo riziki yetu utusamee deni zetu, na usitutie majaribuni na utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amin. Mimi nikatafuta andiko hilo kwenye Biblia ya Kizaramu nikalikuta nikasema, kweli shughuli hii sio ndogo. Andiko linasema hivi mwe, mweye mhonda kupula puleni vino tata wetu ulikuulanga tagwa yako ujitunizwe undio wako uize manogela yako gafikizwe hano haulimwengu kama hiko kuulanga utugelele mandia getu utusogezele matozo getu kamba tweye vitu wasegezele watutozele kabili, utu, kabili utugele mkugezwa bule ni utuhonye, na naija yani, mdumu yaani ndo mdumu ibilisi bule ni utuw akiya okay. Mungu kilumbo na undeo uo wako na mhiku mpaka milongo na milongo tawile. Sasa Tanzania hii, hii pia kunatengenezwa njia tofauti wa watanzania pia kwenye ibada wasielewale, lakini uislamu dunia nzima tuseme la ilaha illa Allah. Kwa ndugu zangu, kunadi dini yetu ni ruksa, lazima watu wafahamu utamu na ladha ya yani, dini yetu ya Kiislamu na insha Allah Mwenyezi Mungu tujalie mwisho uliokuwa mzuri, na tujalie kupata mwisho e, tuingie fildausi siku ya Kiyama, tukanywe supu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.